Kwa wakati huu sakata kubwa limeibuka nchini Tanzania mara baada ya mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Saidi Johari kutoa wito wa kumrejesha nchini mwanaharakati maarufu wa mtandao Mange Kimambi anayeshikilia makazi yake nchini Marekani. Kauli hii imeibuka muda mfupi mara baada ya Johari kuapishwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa kuhusu uhuru wa maoni mtandaoni. Mzozo huu umechukua nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii na mazungumzo ya raia huku baadhi ya watu wakisema hatua ya mwanasheria mkuu ni muhimu kudhibiti maudhui yanayoweza kueneza chuki, na wengine wakisema ni jaribio la kuzuia sauti ya uhuru na ushauri wa raia. Lakini hebu tuangalie historia ya Mange Kimambi. Ili kuelewa sakata hili, tunahitaji kuelewa historia ya Mange Kimambi: ni nani, alitoka wapi na kwa nini sauti yake inasikika sana. Mange Kimambi alianza umaarufu wake kwa kushiriki maisha ya kila siku, mitindo na burudani kwenye Instagram Baadaye alibadilisha mwelekeo wake na kuanza kuzungumzia siasa, rushwa, madaraka na haki za kiraia. Amejenga wafuasi wengi ndani na nje ya Tanzania, na wengi wanamuona kama mwanaharakati wa amani anayehamasisha wananchi kushiriki katika maamuzi ya kisiasa na kijamii. Kwa upande mwingine, baadhi ya wanasiasa na mamlaka wanamuona Mange Kimambi kama chanzo cha uchochezi mitandaoni, hasa kutokana na maudhui ambayo mara nyingine yanachangia mijadala mikali. Wataalamu wa masuala ya kidijitali wanasema Mange Kimambi ni mfano wa wanaharakati wa karne ya 21, mtu aliyehaibuni ambaye anaweza kuhamasisha raia wa ndani kupitia mitandao ya kijamii na hivyo kuonyesha nguvu ya sauti ya kidijitali. Sasa tuangalie kauli ya mwanasheria mkuu. Mwanasheria mkuu Hamza Johari alieleza kwamba maudhui ambayo Mange Kimambi huchapisha kwenye mitandao ya kijamii yanaweza kuchochea kutokuwa na utulivu wa taifa, huku Johari akiomba idara za usalama kuanzisha mazungumzo na mamlaka za Marekani ili kuanzisha mchakato wa kumrejesha Mange Kimambi nchini. Pia ameagiza idara za mashtaka kuandaa kesi dhidi yake. Hapa alinukuliwa akisema, ni wajibu wa serikali kuhakikisha kuwa wale wanaotumia mitandao kwa madhumuni ya kuchochea unawajibishwa Mwanasheria mkuu amesisitiza kuwa hatua hizi si za kuumiza mtu binafsi bali ni kuhakikisha amani na usalama wa taifa unadumishwa. Kauli yake imeibua mjadala mkubwa mitandaoni, huku wananchi wengi wakishirikiana mitazamo tofauti kuhusu nafasi ya maoni ya kidijitali katika jamii. Lakini Mange Kimambi ameendelea kutoa maudhui yake mtandaoni, akisisitiza kwamba kuzungumza kweli kuhusu masuala ya umma ni haki yake na si hatia. Watu wanamuunga mkono kwa sababu wanamuona kama sauti ya raia wa kawaida, anayepiga kelele kwa masuala yanayogusa kila mwananchi, lakini wengine wanamwona kama mchochezi anayevuruga amani ndani ya nchi. Hapa kumekuwa na maoni mgawanyiko, lakini hebu tuangalie muktadha wa kisiasa kwenye haya ambayo yamekuwa akiendelea. Sakata hili limeibuka wakati ambapo Tanzania inakabiliana na changamoto za kisiasa na kidijitali. Cha kwanza, uteuzi wa mwanasheria mkuu Johari aliteuliwa na moja ya hatua zake za kwanza ni kuchukua msimamo mkali dhidi ya maudhui yanayohusiana na uchochezi. Jambo la pili, maandamano na utulivu. Tanzania imeshuhudia maandamano yanayohusiana na malalamiko na maoni ya upinzani. Johari anasema ni muhimu kuzuia uchochezi mitandaoni ili kuepusha kuvuruga amani ya nchi. Jambo la tatu, udhibiti wa maoni mtandaoni. Wachambuzi wanasema hatua ya AG inaonyesha nia ya kuimarisha udhibiti wa maoni mtandaoni hasa yale yanayotoka nje ya nchi. Jambo la nne, ushawishi wa diaspora. Mange Kimambi ana wafuasi wengi nje ya Tanzania na maoni yake yana ueneaji mkubwa mitandaoni. Hii inafanya sauti yake kuwa yenye ushawishi mkubwa zaidi. Lakini mara baada ya kauli ya mwanasheria mkuu wa serikali, Mange Kimambi hakukaa kimya. Mange Kimambi amepinga kauli ya Johari kwa nguvu kupitia mtandao wake. Alikosoa wito wa mwanasheria mkuu na kuonyesha msimamo thabiti wa kuendelea kutoa maoni yake. Alisema Nimevunja sheria gani? Kwa kusema ukweli, kwa kuonyesha, kwa kuhamasisha maandamano ya amani? Alisema hatua ya IG ni ya kutisha na haioni sababu ya kufunguliwa kesi kwake. Pia alionyesha hofu ya usalama wake endapo atarejeshwa nchini. Alinukuliwa akisema, nitarejea Tanzania kwa hiari yangu mwenyewe, si kulazimishwa. Hali ya sasa nchini haiwezi kunihakikishia usalama wangu. Kwa watanzania wengi, mzozo huu ni kielelezo cha mvutano mkubwa kati ya mamlaka na wanaharakati wa mitandaoni. Inaonyesha jinsi sauti ya mtu mmoja, hata akiwa mbali, inaweza kuwa na nguvu kubwa ya kisiasa ndani ya nchi. Lakini hebu tuangalie maoni ya umma. Miongoni mwa raia na wafuasi wa mitandao, maoni yametofautiana. Wako wanaomuunga mkono AG, wanasema maudhui ya Mange Kimambi mara nyingi yamewagawa wananchi na kuwaachia hisia kali mno, hivyo ni lazima kuwe na udhibiti. Wapo wanaomuunga mkono Mange Kimambi wanasema ni sauti muhimu ya demokrasia na uhuru wa maoni, na hatua yoyote ya kumkandamiza inaweza kuathiri uhuru wa raia. Wengine wanasema mzozo huu ni mfano wa mvutano wa kizazi kipya kati ya mamlaka na sauti za dijitali mtandaoni. Lakini hebu tuangalie sakata hili kwenye nyanja mbalimbali. Tukiangalia upande wa kisheria, ikiwa mchakato wa kurejeshwa kwa Mange Kimambi utaanza itakuwa kesi ya kimataifa inayohitaji mazungumzo ya kidiplomasia. Jambo la pili, kipolitiki ama kisiasa sakata hili linaweza kuashiria jinsi serikali inavyotaka kudhibiti maoni yanayohusiana na siasa. Jambo la tatu mitandao, Mange Kimambi anaendelea kutoa maoni mtandaoni, jambo linaloonyesha sauti za wanaharakati zina nguvu hata kutoka mbali. Jambo la nne ni usalama, Mange Kimambi ameelezea hofu ya usalama wake na athari zinazoweza kumkabili endapo atarejeshwa kwa. Wataalamu wanashauri kuwa hatua wa yoyote itakayochukuliwa lazima izingatia usalama wa maisha, uhuru wa maoni na heshima kwa maadili ya kijamii. Na kwa kumalizia, sakata la mwanasheria mkuu na Mange Kimambi ni mfano wa mvutano unaoibuka kati ya mamlaka na wanaharakati wa mitandao, ambapo sauti moja kutoka nje ya nchi inaweza kuhamasisha mamilioni ya wananchi, kuunda mitazamo na kuibua mjadala mkubwa wa kisiasa linagusa masuala yafuatayo ikiwemo uhuru wa kujieleza wa raia, ushawishi wa diaspora, mipaka ya usalama wa taifa, uwajibikaji wa maudhui yanayopatikana mitandaoni na vingine. Nako kumalizia sakata la mwanasheria mkuu na Mange Kimambi linaonyesha wazi mvutano uliopo kati ya mamlaka ya kisheria na maudhui yanayochapishwa mitandaoni. Kauli ya mwanasheria mkuu inaonyesha umuhimu wa kuhakikisha utulivu wa taifa na uwajibikaji wa raia wanaotumia mitandao kwa madhumuni yanayoweza kuathiri amani na amri ya nchi. Muktadha wa kisiasa na kidijitali unaonyesha kwamba maoni yanayotoka nje ya nchi yanaweza kuenea kwa haraka na kuwa na ushawishi mkubwa, jambo linalofanya mamlaka kuzingatia hatua za kisheria na kidiplomasia. Majibu ya Mange Kimambi pamoja na hofu yake kuhusu usalama yametia wazi jinsi tatizo hili linavyohusisha sauti za mtandao na mipaka ya mamlaka. Sakata hili linaendelea kuibua mjadala wa kina miongoni mwa wananchi na wafuasi wa mitandao, huku likionyesha changamoto zinazojitokeza katika kudhibiti maudhui yanayohusiana na siasa, huku likihakikisha kwamba hatua zinazochukuliwa zinazingatia utulivu, usalama na uwajibikaji wa kila mtu, na hili likisimama kama onyo la wale walio nje ya nchi kutoa kauli za kichochezi na zenye kuvuruga amani ndani ya taifa. Wengi wanasubiri kushuhudia hatua wa zitakazochukuliwa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania dhidi ya Mange Kimambi, huku macho na masikio ya Tanzania yakielekea kwa mwanasheria ya mkuu wa serikali juu ya sakata hili. Tafadhali tuandikie mtazamo wako juu ya haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi, kiganjani mwako.